Hero, naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mtaalam wa mahusiano. Karibu tena wakati mwingine, tuzungumze kuhusu masuala yanayohusu mahusiano na ndoa. Leo utajifunza mambo mawili muhimu sana ndani ya mahusiano yako, na jambo la kwanza ambalo utajifunza leo ni kuhusu msamaha ni nini, na jambo la pili utajifunza msamaha unaondoa nini ndani ya mahusiano. Kwa maana nyingine ni kwamba utajifunza mambo mbalimbali yanayohusu msamaha. Yapo mambo mengi, lakini leo nitaongelea mambo mawili tu. Na kabla ya yote, unaweza ukanifanyia favor ukasubscribe hapo kwenye channel yangu na ukalike na ukakomenti kila ambacho utajifunza leo hii. Uh, kuna wakati mmoja mama mmoja alikuja akaniambia, mbona mume wangu tangu juzi, ni kweli nilimkosea, nikamwomba msamaha, lakini mbona bado sioni kama amesamehe? Kwa hiyo ilikuwa ni ilikuwa ni ni ni claim ni ya aina hiyo, kwamba haoni kama amesamehwa ingawaje mume wake amedhihirisha uwazi kwamba amemsamehe na ni siku tatu sasa zimepita. Je, yalishakukuta mazingira kama haya? Mtu alisema kwamba nimekusamehe, lakini alivyo kama bado hajakusamehe, hivi ni kama huoni msamaha wake uko wapi? Sasa kwa sababu either, au pengine alisha kusamehe toka zamani, lakini hapa katikati unaona kabisa anakumbushia lile kosa ambalo uliwahi kulifanya, na alidhihirishaga wazi kwamba nimekusamehe. Je, unakutana mazingira kama haya sasa? Leo nipo kukuambia kwamba msamaha unafanya nini na msamaha haufanyi nini, kama ambavyo nimesema hapo awali. Okay, nitaanza na msamaha haufanyi nini hasa kwa sababu tunajua msamaha faida yake jinsi ulivyo, lakini msamaha kuna vitu ha, hauwezi kufanya, hauwezi ku, ku hauna dhamana ya kuviondoa hivyo vitu. Kwa hiyo nataka kukwambia leo, jambo la kwanza kabisa, msamaha hauondoi kumbukumbu ya makosa yako. Msamaha hauondoi kumbukumbu ya makosa yako. Kwa nini? Kama, kama ulimpiga akiwa mjamzito mpaka ujauzito wake ukatoka hii haimaanishi kwamba atakapokusamehe au kwa sababu alikusamehe, haimaanishi amesahau. Kama ulimsababishia ujauzito wake kuharibika, inabidi umshukuru Mungu kwamba alikusamehe na mahusiano yenu sasa hivi yanaendelea kukua vizuri zaidi, kwa sababu tu ya msamaha aliyokupatia hiyo. Kama ulimpiga ukamuumiza, haimaanishi kwamba atasahau. Mara nyingi sana nimekuwa nikisikia watu wakisema, kama haujasahau ujue bado haujamsamehe. Hii si kweli kabisa kwa sababu msamaha hauwezi ukafanya kazi ya kuondoa kumbukumbu kumbu ya makosa, na hii ni kwa sababu za kibaiolojia na sayansi ya saikolojia kwamba ubongo wa mwanadamu utaendelea kutunza experience zake mbalimbali, ikiwemo nzuri na mbaya. Kwa hiyo makosa yako ambayo umeyafanya ni moja experience mbaya ambazo mwenzi wako amezipitia, kwa hiyo zimetunzwa ndani ya ubongo wake. Ndiyo maana wakati fulani mnaweza mkawa mko na furaha ila akikumbuka kosa ulilowahi kumfanyia, hata kama uliomba msamaha, anajisikia maumivu, anajisikia vibaya. kwa huwa inachukua muda mtu kupona ile hali, lakini itategemeana na uzito wa kosa ambalo amelifanya ili hali ameamua kusamehe. Hicho ndio, hicho ndio kitu muhimu sana cha kuweza kuyakuza mahusiano yako. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili kuhusu msamaha. Msamaha hauondoi madhara ya kosa ulilolifanya. Msamaha hauondoi madhara ya kosa ulilolifanya ndani ya mahusiano yako. Kwa mfano, kama ulisababisha upotevu wa fedha, fedha hazitorudi hata kama alikusamehe. Kama ulisababisha upotevu wa ujauzito aliokuwa nao haimaanishi kwamba ule ujauzito utarudi kwa. Kama ulisababisha ukilema kwenye viungo vyake, haimaanishi kile kiungo chake kama kilipotea kitarudi. Kwa kwenye kosa lolote lile, kama ulimsababishia akapoteza kazi, labda ulimsababishia akapoteza, haimaanishi kwamba umesamehewa basi hai hizo athari zako zitaendelea kubaki kuwa ni athari zilizowahi kujitokeza kwa haziondoi msamaha hauondoi kabisa athari ambazo zishawahi kujitokeza kwa ndio maana wakati tunapokumbuka yale makosa tunakumbuka athari zake lazima ujisikie vibaya lazima ujisikie maumivu hata kama ulisamehe kwa hiyo ujue wazi kwamba msamaha haufanyi haya mambo ambayo naendelea kuyataja na jambo la tatu ni kwamba msamaha haurudishi imani yake kwako. Msamaha haurudishi imani yake kwako kivipi? Mara nyingi sana imekuwa unatatua kesi, inakuja kesi ya watu ambao mwenzi mmoja alichit, au alikamatika na ishara za kwamba anachit, anachepuka ikathibitishwa na akakiri, kwamba kweli nilikosea, naomba mpenzi wangu anisamehe kwa hiki ambacho nimekuwa nikifanya, naahidi kubadilika na nitakuwa. Unaona, sasa haimaanishi kwamba kama alikuwa amepoteza imani kwako, haimaanishi ukishamwomba msamaha hapo haraka haraka imani yake kwako itarudi. Haimaanishi hivyo, ujue kabisa kwamba imani hailetwi na msamaha, imani hailetwi na kukiri kosa, wala imani hailetwi na ila imani inatengenezwa kwa. Kama ulitumia muda mrefu kuitengeneza imani kwa mwenzi wako, halafu kaje ukaibomoa ukaje ukaiharibu kwa sababu ulichiti, ujue kwamba utakuwa na mzigo tena mkubwa utakuwa na gharama kubwa ya kuitengeneza, kwa sababu hauwezi ukainunua, wala msamaha hauwezi ukaleta hiyo imani ni lazima uitengeneze. Utaitengeneza vipi? Mara nyingi, ili uweze kutengeneza imani, aendelee kukuamini, ajiamini na wewe tena, aone kwamba okay, sasa mwenzi wangu na, naweza nikamkrediti. Imani kubwa ni pale ambapo wewe utakuwa muwazi na mwaminifu kwenye kila kona ya maisha yako. Mara nyingi watu wanawaambia hivi, ili uweze kurejesha imani ambayo umeiharibu au imepotea kuwa mwazi tuna muaminifu. Kuwa mwazi kwenye ishu zinazohusu fedha, kuwa mwazi kwenye ishu za mahusiano yako na watu wengine, kuwa mwazi kwenye kila kona. Kwa mfano, simu yako iwe wazi kwa mwenzi wako, au uwe na uwezo wa kuiaccess wakati wowote. Akitaka kufanya jambo lolote, kuwa wazi kwa sababu hii itaondoa mashaka na wasiwasi ambao huo unasababisha kuharibika kwa trust ndani ya mahusiano. Kwa usije ukasema kwamba kwa sababu nilimwomba msamaha, basi naamini atanisamehe kwa haraka namna hii. Ataamua kweli kukusamehe na atakusamehe kwa moyo mmoja kabisa, lakini haimaanishi trust imerudi. Trust unatakiwa kuitengeneza, alafu yeye atakukredit. Na jambo la nne ambalo msamaha hauhusiki nalo kabisa ni kwamba msamaha haupelekei upatanisho au mapatano au marejeano. Msamaha unaweza kuwa umepewa msamaha, sio inaweza kawa ni mlango kwa ajili ya reconciliation au upatanisho. Kwa sababu mlitofautiana, mlikuwa na mgogoro, kuna kosa lilitendeka, umeomba msamaha, bahati nzuri jambo la kushukuru Mungu amekusamehe, haimaanishi kwamba ndio mmepatana. Ni lazima mkae wawili kama timu, mjadili ule mgogoro, hizo tofauti zenu mzijadili, ili mje kuwa na kitu kimoja, mkubaliane kutembea kwenye kitu kimoja. Hapo ndipo tunasema kwamba mmetengeneza maridhiano, mmetengeneza upatanisho hmm. Lakini sio kwamba msamaha moja kwa moja automatically unakuletea upatanisho. Hapana, haiko hivyo. Kwa hiyo ni wazi kwamba kama utaomba msamaha na akawa amekusamehe, haina ishara moja kwa moja kwamba umepata. Ndio maana unaweza kusamehewa alafu msipatane. Lakini nakwambia mimi, nishasamehe, nishasamehe kuwa na amani, hakuna shida kabisa. Lakini ukiangalia, mbona kama hamna maelewano, hakuna upatano? Ni kwa sababu msamaha ni mlango tu kwa ajili ya upatanisho, lakini haimaanishi kwamba unakuja na upatanisho moja kwa moja. Kwa hiyo hicho hayo ndio mambo manne ambayo msamaha huwa haujinayo, msamaha hausiki nayo kabisa. Kitu ambacho natakiwa kufahamu kisitokee wakati wote kwenye mazingira yoyote, kwamba mwenzi wako amekusamea kosa lako, ameamua kukusamea, harafu unataka kudemand baadhi ya vitu ambavyo msamaha haujinavyo kabisa, kwa sababu sio kosa lake na ni kitu ambacho kiko nje ya uwezo wako. Kwa mfano trust, trust unapaswa kuitengeneza, haihitaji kukuamini. Atakuamini kama utaitengeneza trust na mambo mengine athari zinazojitokeza na makosa, tumeona lakini makosa yenyewe haimaanishi kwamba mimi nitafuta kumbukumbu. Nimekusamehe ndio, lakini makosa yako nayakumbuka. Ni kwamba tu nimeamua kufanyaje? Kusamehe. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho nilitaka leo ukifahamu, nikasema pia msamaha sasa unahusika na nini? Sofa kama tumeona msamaha hauhusiki na haya yote, sasa unahusika na nini? Kwa hiyo kosa linapojitokeza ndani ya mahusiano kwanza, ni mlango kwa ajili ya aliyekosea kukiri na kuomba msamaha kuwa amekosea, lakini pia ni mlango wa aliyekosewa kutoa msamaha wa kweli kutoka moyoni. Kosa linapokuwa limetokea maana yake ni nini? kumetengenezwa na ukuta wa wakihisia kati yenu. Maana yake nyie, watu wawili, hisia zenu tayari zimetofautiana. Kwa hiyo, linapotokea kosa, mjue kabisa kuna sehemu ya hisia zenu hamko pamoja, kwa kuna ukuta mkubwa ambao umetengenezwa, kiasi kwamba huyu hawezi kuvuka kuja kwa mwenzake na huyu hawezi kuvuka kuja kwa mwenzake. Ni lazima mtengeneze mapatano. Ni kama majirani tu wanapokoseana, jirani akimkosea, akamkosea huyu, basi kila mmoja atakuwa anajua maisha yake, mpaka mmoja aliyekosea kuomba msamaha wa kweli kutoka moyoni, a sincere apology tunasema. Kwa hiyo hata kwenye mahusiano ni, ni hivyo hivyo. Kwa hiyo msamaha unafanya nini? Msamaha unafanya kitu kimoja, pale ambapo msamaha umetolewa na ule ukuta wa kihisia, ile mipaka iliyokuwa imewekwa inaondolewa, kiasi kwamba sasa mnaweza kuja pamoja. Ndio maana ikasema ni mlango wa reconciliation, ni mlango wa upatanisho ambapo mnaweza sasa mkafanya maamuzi vizuri kama mausia, kama, kama timu ya kimahusiano ambayo mnaweza mkaikuza vizuri. Hivyo basi kutoka kwenye haya yote kitu ambacho najifunza sana ni kwamba kumbe swala la kusamehe ni swala la uamuzi, sio hisia tena. Kwa kama nilikuwa nasema, unasubiria kwamba unajua, mimi zamani nilikuwa nafanya hivi mtu akinikosea, nikaja akaomba msamaha nikamsamehe, nikwaga nategemea kwamba nione yale maumivu yametoka hapo hapo, alafu zile hisia za upendo zimerudi, sasa eke, naona niko vizuri ndani ya, ya moyo wangu ya, na mahusiano anataka on spot yaendelee. Hata mtu mwingine anaweza kumkuta hivyo hivyo kwamba okay, nimeenda kuomba msamaha. Baada ya kuomba msamaha, muda huo huo anataka mwenzi wake aanze kuonesha upendo, aanze kuonesha care, aanze kuonesha positive, yani aanze kuonesha hisia nzuri. Kumbe nilichojifunza ni kwamba mtu anaweza akakusamehe, lakini bado hisia zake zikawa hazijarudi mahali pake. Hii ni ni, ni kwamba kumbe kwa kutoa msamaha wa kweli kutoka moyoni huwe ni uamuzi ambao mtu anaofanya ambao uko kinyume kabisa na hisia zake, ameumia vibaya kwa mfano, chukulia mtu ambaye amecheat kwa mfano, amechepuka na wazi wazi ame, ameonwa amecheat na amekili. Alafu anakuja kuomba msamaha. Usitegemee mwenzi muda huo huo ata respond vizuri kihisia. Ujue kabisa hisia zake zimeumizwa. Kwa hiyo licha kwamba hisia zake zimeumizwa, anajisikia vibaya na hisia zake kwa kweli zimeharibika, lakini bado yuko radhi kufanya maamuzi ya kusema kwamba nimekusamehe. Tafadhali usirudie kuniumiza hivi. Kwa si, usitake tena umwone anafuraha muda huo huo ni kwamba it takes time kuhakikisha kwamba yeye anarudi kwenye kwenye, ndio maana mara nyingi tunamwomba Mungu baada ya kuwa tumesamehe, tunamwomba Mungu aendelee kustawisha vizuri ndani ya mioyo yetu, kurejesha kwa haraka na kutibu haraka yale maumivu ya moyo ambayo tulikuwa tumeyapitia, kwa sababu ametuahidi kwamba sisi kama tutasamehe kwa moyo, na yeye atatusamehe vile vile, kwa tunayo matumaini kama leo umejifunza jambo zuri, tafadhali unaweza uka like uka comment. Mimi naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, ni mtaalamu na mwalimu wa mahusiano. Bye bye, mpaka wakati mwingine.